Asante sana kwa majina kama wa Kisumu. Leo naenda straight to the point, viongozi wote wa one term, tuko njaa tuko njaa tuko njaa tunakufa njaa kwa hii kwa hii one term. Rigathi Gachagua nakufa njaa, joji natembea niko njaa zaidi. Fredi Matiang'i kwa hii one term njaa itatumaliza. Kalonzo Musyoka, tunaumia viongozi wote wa one term. Vijana wenu wote wa Wantam wanakufa njaa. Vijana wenu wote wa Twotam wanakufa njaa. Hii Jacaranda vijana Wantam wote wamefungiwa nyumba. Na hawana kazi. Sisi wenyewe tuko hapo Twotam tunatetea wananchi lakini njaa inatuliza hivi huko Jacaranda. Njaa inatupitia. Rekani Kachagua. Angalia vijana wako. Tunakonda. Hii si mwili yangu Kachagua. Kalozo hii si mwili yetu. Njoo inatembea. Watu na bweka bweka hapo jangarani hii simu ile yetu. Wali si hizi mnataka tukufe na mtu saidie. Hii vingoje Wantam, mnangoje sisi tukufe ndio waanze kusema we ulikuwa wewe ndio kuchangia. Ni changia sahihi. Kama ni biashara ni saidie sahihi. Regali ile chagua wewe ndio babangu mkubwa. Kwa hiyo, Wantam tuliona wewe tumetoka na wewe mbali. Siwezi kufa njaa kama huko. Na changua ni saidie kabisa. Siwezi kufa njaa kama huko. Ndio ninatembea. Unasaidia watu wengi. Sasa hii nalia hapa kwa hii one time, niko njaa so nisaidie sasa hii, uondoke sasa hii. Nikishakufa njaa ndio kama wa Kisumu tulikuwa tunakujua nijue. Sasa hizi Kalonzo Musyoka maneno yako hii ya kucampaign sisi tunakutetea hapa tena, tunasema na wewe tuletee wananchi. Ni one time we want am, sisi tunapata nini? Sisi tunapata nini kwa hii one time, si hii time, one time yetu? Ukiangalia hapa vijana, watoto wa mji wa Jacaranda wote wamenona. Hakuna mwenye amekonda hapa vijana wa Twotam. Na sisi sisi hapa sasa hivi vijana wa Twotam wote wa Mombasa. Kila mtu amelipwa ame rent one year. Vijana wa Twotam hapa. Sisi wa Wantam kila mtu amefungiwa nyumba. So, maana hizi ni sekunde tukufe ndio baadaye mkuje mtusaidie. Vijana wa Twotam wote wasaende kwa Raila. Kuangalia Raila. Wa Wantam tumefinywa hatujaenda. Hatuna transport. Sasa hivi tukiwa hapa ati Wantam, Wantam wewe kiongozi kuku na nyama. Kila siku kuna kula kinataga. Lakini sisi hapa freedom pia tuna. Hujatuta. Ukienda pale unagongwa. Ukitaka usaidiwe unaambiwa sema tuta mtu kusaidie. Atusemi tunavumilia kwa hii Wantam yetu. Sio rigani la changwa. Fred Matiang'i toa pesa. Ndio yatembea toa pesa. Kalonzo Musyoka atoa.